Tukiwa bado tungali katika zahanati hii ya Tandika ambayo tumerejea kwa mara ya pili, baada ya siku ya kwanza idadi ya wengi kubaki, tuko na brother Alex Nzoba. Stori yake ni tofauti kabisa na wengi. Huyu ameleta watoto wake wawili na wote washafanyiwa hivi sasa, lakini mtoto wake mmoja, hadithi yake inasikitisha kama sio kushangaza. Ni kwa sababu inatajwa kwamba mtoto wake wakati amesikia kuna tohara, yeye alijikata na msumeno mwenyewe, jambo ambalo likasababisha mzazi wake sasa aweze kumleta. Atatuambia hii story kwanza ilikuwaje kabla ya kuzungumzia hiki ambacho kimefanyika sasa hivi. Anaitwa Clinton Alex, ni mtoto ana umri wa miaka mitano. Na siku ambayo mlikuwa mnafanya pale Buza swala la ila toala, na siku hiyo ndio ambapo yeye ya alichukua msumeno akiwa na mdogo wake na mtoto mwingine ambaye wa kaka yangu akataka kujikata binafsi, kucheza, nataka kucheza kidungurushi. Na sasa baada ya hapo ameshapata tatizo ile mwenyewe binafsi ikabidi sasa aanze ku, kulia anajificha. Basi mdogo wake ndo akaja kusema kwa, kwa mama yake kwamba mama, kintu kajiumiza. Ndio mpaka baada ya kuona hapo sasa, tuchukue utaratibu. Baada ya mke wangu kutufuatilia, ikaonekana kwamba kuna sehemu ambapo wanafanya ilo zoezi, ndio tukatafuta basi, ndio tuka tumeambiwa watakuepo hapa maeneo ya Temeke. Vipi kama pengine mtoto wako asingefanya ili tukio, ulikuwa na plani kwa kipindi hiki kufanya hilo jambo, ama umelazimishwa na mazingira ya mtoto wako? Uh, kifupi, tulikuwa tumeplani kufanya mwezi wa sita sababu mtoto alikuwa anatakiwa kwenda kwa babu yao, lakini baada ya kutokea hiyo accident, ikaonekana basi ni vema tuweze kulifanya hilo zoezi, kwa sababu baada ya kuona nafasi imetokea basi tuweze kumleta. Okay, unajisikiaje sasa baada ya kuwa tayari jambo limeshakamilika na muda huu unaondoka? Ah, of course, ninajisikia vizuri kwa sababu last time ulivyoanza hapa Jumamosi nilikuja na baada ya kufika hapa nikaambiwa kwamba mimi nije siku ya Jumatano, lakini baada ya kuambiwa Jumatano nikaanza kujiuliza kwamba sasa ime take time sababu kwa mshajiumiza itakuwaje, lakini daktari nilikutana naye akaniambia haina shida, Jumatano mlete. Neno lako kwa Alhikma Foundation kwa hichi ambacho wamefanya, hili ambacho ungependa kuambia? Ah, binafsi mimi niseme tu niwashukuru kwa ujumla kwa sababu hili zoezi lililofanyika ni zoezi ambalo ni la gharama, lakini kama Alhikma ambao wametufanyia hili zoezi kwa mkoa wa Dar es Salaam Mwana mewasaidia jamii kwa sasa. Na mtazamaji, hapa tuko naye Dr. Mwimbe Juma naye tumsikie hisia zake, kila ambacho alikiona kwa mtoto Clinton baada ya kufanya maamuzi ya kutaka kuthubutu kujitahiri mwenyewe. Mzazi alivyokuja alijieleza na akasema kwamba mwanaye alikuwa amejaribu kuchukua msumeno na kutaka kujikata, na bahati ikawa kwamba hajafika mbali, wakamwahi. Na hata alipokuja kwetu sisi tulipomwangalia yule mtoto Uh, hatukugundua chochote kile kipya, kwa sababu inaonekana kama ni ya siku nyingi, kwa tayari ishapona. Kwa hiyo ngozi yake ilikuwa iko vizuri, hali yake ilikuwa nzuri na uh, hali ya, ya mazingira yake yote yakuwa iko safi tu kwao. Tuchokifanya sisi ni kumfanyia tu tohara ya kawaida na imeenda tu vizuri alhamdulillahi na imeweza kuondoka matukio kama haya una wito gani kwa wazazi na ambao pengine kuna uhuru namna hiyo watoto mpaka wanathubutu kufanya hivyo na pengine athari ambazo zinaweza kujitokeza endapo haya mambo yasipodhibitiwa kwa watoto wetu? Yaani ni, ni mtihani kwa sababu uh, mtoto akisha kuwa mkubwa na siku hizi na mitandao imekuwa ni mingi watoto wanaona ona, vingi watoto wanaachiwa masimu watoto wanaangalia kwenye TV, kuna michezo ya kila aina kwenye TV watoto kwa hiyo watoto wanakuwa wanapata ujasiri ambao wakati mwingine yani, hauelezeki. Uh, kwa hiyo na pia mtoto ashafika mkubwa, miaka minne mitano, anaenda shule, anakutana na wenzake, wanakuwa wanamcheka, wengine wakiwa wanaenda kukojoa wanachekana. Kwa hiyo inamharibu, ina kisaikolojia yule mtoto kiasi ambacho sasa na yeye anaona ah, kama mimi sijafanyiwa, kwa nini sijifanyie? Hii ni kesi tu ambayo imewahiwa, lakini vinginevyo ilikuwa ni hatari sana kwa huyu mtoto, angeweza kujikata kiume wake kabisa moja kwa moja. Kwa hiyo wazazi ni, ni, muhimu kwa na anawaisha watoto wao mapema. Unajua kama sasa hivi, uh, sisi tunafanya hizi, hizi huduma uh, hata mtoto akiwa na wiki moja tunamfanyia. Kwa hiyo haina haja ya kumweka mtoto kakaa muda mrefu mpaka anakuwa mtu mzima nakuwa na akili zake, anajua anaweza kufanya maamuzi ambayo ni ya ajabu kama hayo ambayo atakufanyika kwa mtoto huyu Clinton. Kwa hiyo wazazi wawe makini na watoto zao na wawapeleke watoto kwenda kuwafanyia jambo kubwa na muhimu sana. Mtoto Clinton eh, kwa maelezo ya daktari, athari haikuwa mbaya sana na alifanyiwa katika mazingira ya kawaida sana. Hivyo ndivyo ambavyo unaona eh, Al-Hikma Foundation inavyoendelea kuleta faraja kwa jamii ya Watanzania wote pasi na kujali dini wala itikadi zao. Kumbuka, ni mwendelezo wa zoezi hili la tohara kutafuta rekodi ya idadi ya watoto elfu moja. Nyuma ya kamera ni Omi the way Omari Salum Ng'anga, mimi ni mwana mali mashi, asante. Kishki TV, nuru ya dini yako.